baada ya mwigizaji Elizabeth Michael Lulu kuanza kujitetea katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam kwa tuhuma za kusababisha kifo cha Steven Kanumba bila kukusudia, msanii huyo amekana kuhusiana na kifo hiko. Lulu ameeleza siku ya tukio, Kanumba alikuwa amelewa na yeye, Lulu alitaka kutoka na marafiki zake lakini alimkataza. Baada ya Kanumba kuona simu ya Lulu imeita alizani anaongea na mwanaume mwingine, kwa ambapo alichukua panga na kumkimbiza nalo. Kanumba alianguka na na Lulu kuchukua gari na kukimbilia naloumlangu Beach ambapo baadaye alikamatwa na polisi maeneo ya Bamaga. Jaji wa Mahakama Kuu Samu Rumanyika amemtwanga maswali Lulu kama ifuatavyo. Jaji Samu Rumanyika alimtwanga swali Lulu linasema hivi: kipindi unaendesha gari ulikuwa na leseni halali? Lulu alijibu ndiyo. Jaji akamuuliza tena, tufafanulie uhalali wake. Lulu alijibu nilikuwa sina. Baada ya kukamatwa, nilipelekwa kituo cha polisi Oysterbay, nilikuwa nikihojiwa nikiwa sijui kama Kanumba amefariki. Lulu ameeleza hayo leo Jumatano akiji tetea katika kesi ya kuua bila kukusudia inayomkabili hivi sasa, ambayo imesikilizwa leo tarehe 23 Jumatatu Oktoba 2017. Na hii ni Global TV Online na Samson Jeremiah. Sibuka Loto, tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu. Baada ya miaka kumi, Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wasibuka nchini kote. Jishindie trekta aina ya John Deere 5065 bodaboda 15, pampu za dawa 50, redio 100, majembe ya ngombe 50, na zawadi nyingine kemkem kem. Jinsi ya kuselema kwa elfu, piga namba ya muamalo wa Mpesa, kisha Chagu